Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia kongo, Sekedi, ya Kongo Felisi Tchisekedi amethibitisha azima yake ya kujitolea katika mazungumzo jumuishi na amani kati ya watu wote ndani ya taifa hilo la Kongo. Katika hotuba ya mwaka mpya wa wanadiplomasia jijini Kinshasa siku ya Jumamosi, Tchisekedi alisema umoja wa kitaifa ulikuwa ndio jambo la msingi na shati la msingi tangu awali. Maoni yake yanakuja huku mapigano yakiendelea mashariki mwa nchi hiyo kati ya jeshi la waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda. Wazo la kuwa na mazungumzo ya kitaifa kati ya Kongo ni pendekezo lililotolewa na Rais wa Angola Joao Lourenco majuma kadhaa yaliyopita. Hata hivyo, Rais Tchisekedi kedi aliweka masharti ya kufanyika kwa mazungumzo ikiwa ni pamoja na mchakato huo kuwa na ulazima ufanyike ndani ya nchi na chini ya udhibiti wa taasisi. Rais ameongeza kuwa mchakato huo haupaswi kutilia shaka uhalali wake au taasisi zilizochaguliwa kwa haki ya kupigiwa kura kwa wote, licha ya ukweli kwamba sehemu ya upinzani inapinga kuchaguliwa kwake na kushutumu usimamizi wake wa nchi. Katika hali nyingine, amebainisha msimamo wake kuwa mchakato huo haupaswi kutafutwa kupindua maamuzi ya mahakama ambayo tayari yamefikiwa. Haki inafuata mkondo wake wa kawaida kwa ukali hadi mwisho na bila kuridhika, ili kuheshimu kumbu kumbukumbu ya wale waliopoteza maisha bila haki kutokana na shambulio hilo, alisisitiza Tchisekedi. Hatua hiyo inakuja huku rais wa zamani wa DR Congo Joseph Kabila alihukumiwa kifo mwezi Septemba mwaka jana na mahakama ya jeshi iliyomhukumu kwa makosa ya kivita, uhaini na uhalifu dhidi ya binadamu. Kesi hiyo inatokana na jukumu lake linalodaiwa kuunga mkono kusonga mbele kwa waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda, huku mashariki mwa DR. Kabila alikanusha kuhusika katika makosa hayo. DRC imekuwa na mzozo na vita kwa miaka mingi na hata rais Tchisekedi tangu kuingia kwake madarakani, hali haijawahi kutulia, pamoja na kuahidi wakati akiingia madarakani kwamba atakomesha makundi na kudhibiti wasi huko mashariki mwa DRC. Hii ni TriGen Media.